Niwapongeze wanangu wote, mmecheza mpira vizuri wote, na wale timu timu Kitwana, mmecheza eh, mpira mzuri sana mkuu tu na bahati ya magoli, ila mmecheza mpira mzuri sana niwaambieni. Eh, hata hao walioshinda mmewatoa jasho kwa kweli, mmecheza mpira mzuri, niwacheni moyo, msife moyo safari ijayo wenyewe mtashinda. a eh wewe, msijione kama mmeshinda, lakini wapongeze wanangu ndio shinda, mmecheza mpira naenyewe vizuri, mmeonyesha ushindani. Ndio jamani, tuna eh, tunawapongezeni wote. Nawapongeza makocha wa timu zote, mmefanya vizuri sana. Lakini nawapongeza marefa, wamecheza mpira wa haki, hawajaonyesha upendeleo sisi tu watu tunatazama huku, tumeona wote mmecheza, wote mlikuwa mnastahili kushinda, lakini mambo haya yanaenda pia bahati, si ndio jamani? Ndiyo. Basi niwatakieni kila la heri, mashindano mengine mwingie. Nyeye leo ambaye mkubahatika, jipeni moyo, safari ijayo mpambane. Na nyinyi ambaye mmebahatika leo, sawa e, mna kazi ya kulinda ushindi wenu, si ndio jamani? E, awa wanaweza kawashinda, basi atakuwa washindi, lakini mkilinda inakuwa pia bahati yenu si ndio jamani? Dio. Lakini mmefanya vizuri sana tunawapongezeni sana mabingwa si ndio jamani? Ndio mtatuwakilisha kwenye mkoa, kwa hiyo kwenye mashindano ya mkoa tunatarajia mkafanye vizuri, mkafanye vizuri. Sasa hizi mfanye mazoezi sana mkafanye vizuri, tunataka kombe ushindi urudi Kahama ili mtuwakilishe. Lakini kipekee kabisa lazima tumshukuru rais wetu Dokta Samia Suluhu Hassan, yeye amekuwa muumini wa mashindano ya mpira wa miguu, na mmeona kabisa kuna kitu kinaitwa goli la mama. Sasa safari ijayo tutakuwa na goli pia, tutaona goli litakuwa la na nani, tutachagua kama goli la katibu ama goli la mkuu wa wilaya, si ndio bwana? Lakini tutakuwa na goli la mkuu wa wilaya, mi nasema kwa niaba yake, lakini pia afurahi, na yeye angependa angekuwepo lakini mashindano mengine, mkuu wa wilaya tutamwalika kama mgeni rasmi, aone watoto wake mnafanya nini. Yana, tukipata mdhamini, kwa sababu tunatoka sehemu mbalimbali, tunakuwa tupo mbali na shule kwao, muda mwingi kwa, kwa leo wachezaji wengine walienda shule, kwa sababu ya kuchelewa kutoka shule kuja mazoezini imekuwa changamoto. Kwa hiyo tukipata mdhamini kukaa sehemu moja, hii timu inaweza ikaendelea. Kitu tulichokifanya tumekuwa wamoja uwanjani tunapata maelekezo ya mwalimu na ndio maana tumekuwa washindi leo. Ah, tumejiandaa vizuri. Tunawaahidi ushindi kama tulivyoweza kupata, tulivyoweza kushinda leo.